Sijui kama Bungoma aliwahi chagua wako MP mama. Aliwahi chagua kabla ya women rep Iko. Uh -huh. Mm. Mama. Si nyinyi peke yake hata na wasabu tuko juu sisi wote tuko Bungoma kaunti. <laughs> Iko mama aliwahi chaguliwa MP. Hakuna. <laughs> <laughs> Wengine wangesema huyu mkhasita mama bana. Lakini wakati wa Yesu Kristo, unajua mtu wa kwanza kuona Yesu amefufuka. Haikukuwa mseja. Ilikuwa mkhasita. Ni mama ndio aliona. Kwa nini Yesu anakujianga wakati mwingine wale waliotharauliwa? Amen. Wale ambao ni wanyonge, wale ambao ni wadhaifu, na wale ambao wananyenyekea Yesu anatujia, amen. Lakini wale ambao wana kiburi, hmm, na kuona wanaweza, saa zingine hawaji huyu. Hmm. Mama, nashukuru Mungu kwa huyu mama Huyu mama alinyenyekea na yeye ndio akakuwa kwanza kuona Yesu aliyefufuka. Habari njema inapinga na inakuja kufukua wale ambao wamedharauliwa. Wakati mwingine kuna wale wamedharauliwa, huyu ninamlehwa, watu wamekataa yeye, hakuna kitu anaweza fanya. Lakini habari njema ni ya kwamba Yesu anajia wale walio dharauliwa, okay. yeah. na hata wakati mwingine si hali ya hisia, si hali ya jinsia inafanya udharau, wakati mwingine tabia ama historia. Siku moja nilikuwa nina peana chakula, jamaa mmoja akaniambia, kujua mi akani ni nani, akaniambia, mchungaji, wacha nikwambie hio watu wabaya sana, nikipata hata mmoja naweza ua. Nikataa kusikia ni watu gani Iko yu watu wanaitwa bayo. Sabo. Hata nikiona mmoja naweza angamisa. Nikaambia kwa ni wale ni chome nyumba. Wata ni fukusi watu ni. Baya kabisa. Nikaambia kwa mwenye anonge na wewe ni msabo. Tase, ah, siwe padre. <laughs> Namaanisha wale wengine. We wewe wanaka uko kikia gani? Lakini wewe ni mzuri. Unaweza toka pali ya mpapo watu kwa mkotana. Mm-hmm. Sasa zingine kwa umasikini. Sasa, nyingine kwa historia yako, lakini Yesu alitujia, alituchika. Ndipo sasa napenda wimbo za Kianglikana, sema Yesu zamani ni Bethlehemu, aliyezaliwa kwa aibu, ndiye mokozi wa ulimwengu.